So leo nataka tu address vitu vichache. Tumesikia chaajako, ni kwamba incident imetokea Tanzania, lakini Watanzania wengi hawaja comments wao kwa wao, msemo constructive kwa kujenga, wanafanya nini, lakini tunasikia watu wengi nanje wanaongea. Kwa hiyo kubaya yake ni kwamba <coughs> watu wa nje wanaongea wa wa wa, wa uh, wa, wa wa na wanatu brandi Ulaya brand brandi yetu kama nchi kama Tanzania wanatu propaganda, inakuwa kubwa. Kwa hiyo Tanzania wenyewe atuongee watu wanatuongea, which is not good kenda huko nchi zote Ulaya uh, which is not good. Kwa hiyo nataka kusema kitu kimoja kwenye hii clip ya leo, mwendelezo tuta address one kwamba actually baada ya matukio ya tarehe 29 Oktoba, adui yetu ni nani? Nafikiri kitu kingine kubwa ambacho tunatakiwa kufikiri kwamba actually adui wetu, adui wetu ni nani? Baada ya ile incident ya tarehe 29, adui yetu kweli ni nani, ambaye tunatakiwa tu tu tupambane naye au tu tumuondoe au adui zetu? That's the main thing kwenye video hii leo ndio nataka tu tuzungumzie lakini kama kawaida nianze kwa kusema mimi binafsi um, tumshukuru Mungu actually kwa sababu situation ingeweza kuwa mbaya zaidi ya vile, lakini haikuwa. Atuseme uh, kilichotokea ni kidogo, lakini ni kikubwa but haikuwa zaidi ya vile. Kwa hiyo nafikiri kuna maombi ya Watanzania wengi wa Kristo, watu wa Mungu waliomba, kwa kidogo kuna plani za kupunguza damage Labda kilichotokea ni ilibidi kitokea ili kusawazisha mambo mengine, yeah but Mungu ndio wa kwanza tumshukuru kwamba ilitokea zaidi ya vile. Kwa hiyo kuna mafundisho hapo tumeyapata, lakini um, zaidi Mungu ametusaidia, tumevuka uh, kwenye test. Cha pili ninasema, tumshukuru pia Mungu kwa viongozi tuliokuwa nao uh, in terms of kwa wakati ule viongozi wetu wa wananchi, kwa wakati ule wa vyombo vya ulinzi na usalama, kwa maamuzi yote waliyofanya ambayo yali, yali, yali letea kwa ile incident kwa wakati ule kuisha. yes. kwa ule muda baazimdza kuendelea na damage. Kwa hiyo maamuzi yao um, au hekima yao waliyofanya wakati ule ikapunguza damage pia, leo hii baadhi ya vitu vinaendelea kama kawaida, hicho ichokia ni ni kwa kuwashukuru viongozi wetu wananchi, wa, wa, wa serikali jeshi uh, na polisi, ulinzi na usalama wa wananchi na polisi. Kwa hivyo wao pia wana mchango mkubwa katika hili. Uh, sasa lingine la muhimu kabisa niseme tungependa kuwapa pole uh, pole niseme kwa watu wote ambao wameathirika na hili tukio. Uh, niseme kwa wale ambao ndugu zao rafiki zao, ambao wamepoteza maisha, tumetoa pole sana. Um, si dhani kama sisi binadamu kuna kuna jinsi yoyote unaweza tukajustify um, results za mtu kupoteza maisha yake kwa hali yoyote. Yani hakuna tendo lolote la binadamu anaweza kuifanya ambayo itajustify yeye maisha yake kuchukuliwa. Kwa hiyo hii tunaipeleka pande zote mbili husika zilizotokea kwa hiyo kuna kuna raia ambao wamepoteza maisha na kuna baadhi uh, wa wa ya watumishi wetu wa umma ambao pia wamepoteza maisha, nazuma kwamba vikosi vyetu vya ulinzi, hiyo wote hao kama watanzania Tanzania wapo kole na mseme um, zawazisi apandonssi wao, kwa sababu haikutakiwa hiyo vile, haikutakiwa hiyo vile, na kuna ambao walikuwa hapo kazini lakini hawakuu kuna ambao walifikiri wanafanya kitu ambacho ni cha kusaidia lakini hawakuli makwao. Kwa hiyo wao pia tunawapa pole na familia sana mm. So swala la msingi ambayo nakauliza, katika haya yote, you know like, maana sahivi vidole ni vingi, eh, adui ni serikali, adui ni Samia, adui sijui ni huyu ni nani, mosi ni hivyo adui viongozi wa serikali, adu ni polisi, adu ni nani bili, adu ni nani katika instance. Kwa hivyo ni rahisi sana ukiwa kuna pande mbili zina- zinazogombana au zinazoshindana au tatu, um, kusikizana sometimes zinakuwa ngumu, inakuwa ngumu, lakini kupata ule ukweli wenyewe wakati mmoja hype au asiiraengi ishapanda juu sana inakuwa ni ngumu, kwa hiyo Nafikiri wewe ulizungumza e, kwe, kwenye clip yako nafikiri, kene peji yako akuzungumzia kwamba kwa kwa adui ni shetani, um, which rightly so. Tukienda kwenye ulimwengu wa wa kiroho, hakuna kinachofanyika kwenye dunia yetu ya macho uh, hapa kama kwenye dunia roho haijafanyika bado. Kwa hiyo kwa upande ule uko sawa kwamba hii dunia tunaiona sasa hivi ni kivuli sijui, naelewa reality ya hii dunia tulokuwa nayo sasa hivi ni kivuli, the actual person physical physicality yake iko kwenye kiro, sijui kama unanielea mm -hmm. Kwa hivyo ukitaka kutibu dunia huwezi kuitibu hii tunayoiona kwa macho mm -hmm. So, tunataka kutibu ile ambayo iko kwenye kiro kwa hiyo, what's my point? My point ni kwamba kwenye upande wa kiroho hichi kitu kilishatokea ila kwenye kimwili ndo tumekiexperience tarehe ishirini na tisa watu wameface, lakini kiroho ilishatokea. Kwa hiyo inawezekana pia kabisa kiroho tulishazuia damage ya hii impact, tuizuia ikawa ndogo, lakini pia kwa nini tulishindwa kuzuia yote kabisa? Kwa hiyo hiyo nayo bado ni vita ya kiroho uh, Sasa mimi leo si si address, um, kama ulivyo address wewe kwa upande wa kiroho sasa, na address ki, sasa ki kimili, hapa ki kiduniani, hii ki ya kiroho tunaoisema ndo source ndo actual, um, niseme ndo actual source ya haya matendo au hiyo outcome, alafu ile ina project. Kwani kama unajiandaa kwenye kio unajiandaa kwenye kio uwezo kaza kupiga kio, mimi nikikuona kwenye kio nipige kio na kupoteza muda, bado wewe unaexist. Kwa hiyo the source ya mabadiliko inaweka hiyo kwenye spiritual. Kwa hiyo sasa kwenye spiritual labda inatudirect nini huku kwenye physical ndio nataka ni kia. Kwa hiyo Watanzania wengi, I understand, najua kabisa tuna tuna kidole chetu kiko kwa serikali kiko kwa Samia kiko kwa sisi kiko sisi kwa jeshi la polisi sisi wote, lakini adui yetu ni na this is a big thing ambayo watu wengi labda hatukuwahi kufikiria. So ni ni rudi kwenye maneno ya baba yetu wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwalimu alisema adui wetu wakubwa ni nani? Kwa Mtanzania ambaye anataka na kusikiliza, tusije tukafikiri hata siku moja kwamba adui yetu au alosababisha tension na sisi tokee, ni Samia au wasababisha tokee ni sisiemu au alosababisha tokee sijui kuna mtu gani sijui, sijui chungulisi Sijiri wa kina nani, sijiri cha dema, sio ya Hawa alisababisha hii itokee. Kilichosababisha tarehe ishirini na tisa hii itokee ni ujinga. Siwezi kusema maradhi, technically karyaleza wa watu. Kuna bandewa na maradhi ya kiakili, mental health. Lakini ni mjinga na masikini ndo umesababisha tarehe ishirini na tisa. Sasa ujeza ni ujinga na umaskini, kwenye maradhi labda kama watu wana mental issues, mental disorder, hiyo ni ishu nyingine ambao watu a, lakini wengi ni umaskini. mm -hmm. Kutokuwa na uwezo wa kuweza kududumia zile basic needs, mahitaji yako yale ya kila siku, chakula, sehemu ya kukaa. mm -hmm. maji, dumia watoto wako mm -hmm. eh, then tuna kwenye kwenye, ujinga ni kutokuwa na maarifa au kutokuwa na uwezo au knowledge ya kitu fulani, sijui mimi bado. Sasa ukianza kwenda dipa, ukianza kuelewa, kwa nini nasema ni almost like Baba wa Taifa hichi kitu alikiona tangu miaka hiyo. kwamba huu ndio adili wetu mkuu. hawa ndio adili wetu Lakini sisi bado hatuja

a kidogo chanzo cha kutokuwa na maarifa asmi ambayo inahusishwa na Shetani. Kutokuwa na maarifa hiyo ni ignorance, ni kutokuwa na, unajua uu kama nilisema, nikiongelea mambo ambao na kama an nawagiza muu manaake ni kuwa na light, kuwa na maarifa. Ndio hiyo sasa tunakuja kwamba sijaitofautisha kwenye uh, yeah, so, spiritual world mm. Kitu kule mm. kinachocontrol mm. Then kwenye fizikali kwamba, yeah, ile like print yake mm. inatakiwa kuionekanaje? Sasa kuonekanaje ndo huko kwamba kwenye spirit kule, kwa expression, mm. spiriti kule ikija huku kwamba ya ile spiriti duniani kwetu, ndo ile sasa tunasema inakuwaje kwamba tunasema kwenye kiroho mtu ambaye sio mjinga kwenye physical hakuwa manaake, ana knowledge, ana maarifa anaopewa kitu fulani, ana skill ya kitu fulani. Kwa hiyo manaake, kuna umaskini pia kwenye kiroho, inakuwaje? Mungu alisemaje? Kwa hiyo pojannasema ili tukio hivi vitu physically ndio vimesababisha kwenye kiroho, ni projection Umeona kwamba hichi zatukia. Kwa hiyo tumefeli vipi? Ni kwa sababu watu wetu wengi ni wajinga. Umeona, watu wengi watu wetu wengi ni maskini. Umeona, na na baadhi ya watu wajinga kwa, kuna watu wamesoma wana degree wana masters wengine ni professor. Kwa hiyo pia inabidi ku analyze kuna wengine wanaongoza ni sababu kuna wengine kama ni professor <Regardezangane> hapana. <Yeah. laughs> so na na knowledge ya vitu a heth yakilu ya vitu ambavyo vinaweza kumjenga ukumbo moja sijui, kwa mfano, labda uwezo wawe kupambanua ushauri au ushawishi wa kitu unachokupa. Nitakupa mfano, mimi niko bana, si ndio? Wewe unafahamu kabisa pombe sio nzuri kiafya, lakini mimi nakushawishi wewe unywe pombe, sio? Nielewa. Kwa hiyo, je, una una knowledge ya hicho kitu? Unafahamu changamoto ya ya pombe kwenye mwili wako aunasiaa Tuende kwenye tunasema tunaende twende kwenye sigara tuende kwenye. Sasa wao wanaweza kusikia, wanafahamu, lakini kuna asilimia kubwa kabisa hawafahamu. Nikisema <manyo> hawafahamu nimani, kama leo unasema kuna wana mtu anajua apombe na madhara, lakini anashindwa kuwacha. Kwa hiyo kinachomzuia pale akuachani ujinga, kujua kwamba ana overcome vipi ile addiction yake au ile hali yake ya kutaka mabadiliko mm -hmm, lakini hayawezi kuya apply kitu gani afanye. Kwa hiyo ndio tunarudi kule kule kwamba kabisa, kuna level ya ujinga iliyokwene, kwa sababu nikisema level ya ujinga ina maana tukimuuliza au tukiongelea kwamba kwa nini unataka labda haya maandamano au hii tuseme protest itoke, okay? unataka kuachieve nini? Hicho unachotaka kukiachieve, is this the only way utakiachieve? Kuna njia gani nyingine tunaweza kuachieve hicho kitu? Kwa hiyo ndio maana nasema mtu ambaye ana knowledge, ana maarifa, siku zote anatafuta the right way, njia ambayo ni ya hekima, njia ambayo ni ya amani na njia ambayo ambayo haitaumiza wengine